Ndugu waandishi wa habari, wa naitwa Bele Ponera kai mwenyekiti kanda ya kusini kwa mikoa ya Ruvuma, Lindi na Mtwara, na mjumbe wa kamati kuu CHADEMA. Awali ya yote nitoe pole kwa Watanzania kwa mauaji ya kutisha yaliyotokea tarehe 29, 30 na 31 Oktoba 2025. Poleni sana Watanzania wenzangu, hawa watu walikusudia kutuua, the shot to kill. Ndugu wanahabari <coughs> Nimewaita hapa ili tujadili mambo machache kuhusu kanda ya kusini kwa maana ya mikoa Ruvuma, Lindi na Mtwara. Ndugu zangu wanahabari, kama sisi kama kanda ya kusini kwa mikoa hiyo iliyohitaja, kwa maana ya Ruvuma, Lindi na Mtwara, kutokana na aliyotokea tarehe 29, 30 na 31 Oktoba 2025, CHADEMA kanda ya kusini tumeazimia mambo yafuatayo. Moja, kikao kimeamua kutotambua uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 kuwa uchaguzi huo ni batili na matokeo ya yote yafutwe kuanzia rais wa bunge na madiwani na iundwe serikali ya mpito mara moja ili iratibu uchaguzi mpya wa kitaifa kwa uwazi, uadilifu na uangalizi huru wa kimataifa. Azimio la pili, tunatoa maagizo viongozi wanachama na wafuasi wote wa CHADEMA kanda ya kusini mikoa ya Ruvuma, Lindi na Mtwara kutotoa ushirikiano wowote kwa serikali hii haramu. Namba tatu, tunaitaka serikali kulipa fidia kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao na wananchi wote waliopoteza viungo vya mwili, na hayo siyo malipo bali ni hatua ya kutambua kuwa serikali ilihusika katika mauaji wa raia wake. Namba nne Tunaunga mkono makundi yote ya kudai haki wakiwemo vijana wa Tanzania Gen Z, viongozi wa dini, wanaharakati na makundi yote ya kijamii yanayopambana juu ya upatikanaji wa katiba mpya ili kuleta suluhu ya kudumu nchini. Namba tano, tunaitaka serikali kuwajibika juu ya mauaji ya Watanzania waliouawa tarehe 29, tarehe 30 na 31 Oktoba 2025 waziri mkuu wa alamu wanaleta vioja kwenye maisha ya wa watanzania kusema watu walilipwa ni propaganda za kukwepa uwajibikaji acheni porojo watanzania tunamtaka aliyetoa amri ya watanzania wauwao namba sita tunalitaka jeshi la polisi kuacha mara moja kukamata wananchi tena kwa njia za kuwateka wananchi wanaishi kwa hofu kwa kuhofia kutekwa na kubambikiwa kesi Hatupo tayari kuishi kwa hofu kwenye nchi yetu, neva. Hatupo tayari ndugu wanahabari, kiufupi tumepokea na tunaunga mkono maazimio yote kumi na moja yaliyotolewa na chama na kusomwa na makamu mwenyekiti mheshimiwa John Wegesa Heche. Jambo la pili, jambo la pili ni kuhusu rasilimali zetu kanda ya kusini, kwa maana ya mikoa Ruvuma, Lindi na Mtwara. Mikoa ya kusini ni miongoni mwa mikoa masikini, licha ya kuwa na utajiri mkubwa wa rasilimali kwenye taifa hili. Mikoa ya kusini imefanywa shamba la bibi. Watawala wamekuwa wakijinufaisha na rasilimali za mikoa ya kusini, huku ikiachwa watu wa mikoa hiyo kwenye umasikini mkubwa. Ndugu wanahabari, mkoa wa Ruvuma kuna makaa ya mawe kwenye wilaya ya Mbinga. Zaidi ya magari elfu moja yanapishana kila siku kubeba makaa ya mawe mkoani Ruvuma. Licha uharibifu mkubwa wa mazingira yanayotokana na shughuli za uchimbaji wa makaa ya mawe, bado watu wa mkoa wa Ruvuma sio wanufaika wa mradi. Muda huu tunaongea, barabara ya Njombe Songea ni mashimo matupu, barabara ya Lindi Songea licha ya kuwa na mashimo bali mvua zikinyesha madaraja yanakwenda na, na maji na kusababisha kukatika kwa mawasiliano kati ya mikoa ya kusini na mikoa ya pwani pamoja na Dar es Salaam. Ndugu wanahabari, mkoa wa Ruvuma wilaya Namtumbo kuna madini ya uranium, ambayo serikali imewapa wa rasia kupitia kampuni ya mata Tanzania. Madini haya ya kimkakati duniani ambayo yanatajirisha nchi nyingi zenye madini kama hayo kama vile Australia Kanada, Russia na nchi nyingine nyingi, lakini bado watu wa mkoa wa Ruvuma sio wanufaika wa mradi huo, bado wanateswa na umaskini uliokithiri. Ndugu wanahabari, mkoa wa Mtwara kuna gesi. Watu wa Mtwara na kusini kwa ujumla walipambana kufa na kupona kuhakikisha shughuli za gesi zinabaki Mtwara ili kusaidia ukuaji wa maendeleo ukanda wa kusini. Serikali iliua watu na kuamua gesi ipelekwe Dar es Salaam kwa kupitia Mtwara Dar es Salaam Nitrogesi pipeline MDNGP umbali wa kilomita 542, wenye gharama ya dola 1.2 bilioni za mkopo. Ripoti ya CAG kipindi hicho Musa Asadi alisema mradi huo hauna uwezo wa kulipa mkopo. Maana yake sio tu watu wa mkoa wa Mtwara walitapeliwa kichocheo chao cha uchumi, bali hata taifa tuliingizwa kwenye deni lisilolipika na mradi husika. Ndugu wanahabari, charity begins at home. Licha ya waziri mkuu wa haramu kujisifu juu ya utajiri wa uranium ambao mataifa makubwa wanawaonea wivu, lakini utajiri huo hauwakisi maisha ya watu wa mkoa wa Ruvuma ambao uranium na makaa ya mawe yanachimbwa. Hata miundo mbinu ya kwenda kwenye maeneo ya migodi ni matope matupu. Labda huo utajiri ni utajiri wa viongozi. Ndugu wanahabari, Mtwara tuna bandari kubwa. Kwa nchi zenye maono na viongozi bora, bandari pekee ilitosha kuondoa tatizo la ajira na kubadilisha maisha ya wakusini, lakini bandari ya Mtwara imekuwa bandari ya msimu, inasubiri msimu wa mavuno. Ndugu wana habari, mkoa wa kusini ndio wazalishaji wakubwa wa zao la korosho na ufuta na ni miongoni mwa mazao yanayoingiza pesa nyingi za kigeni. Serikali ya CCM kwa miaka yote imekuwa ikiwasa ikiwafirisi wakulima wa korosho na ufuta kwa kuwawekea kodi zisizo na maana na, na utaratibu wa stakabadhi ghalani. Serikali imekuwa ikimsubiri mkulima avune korosho na ufuta ili yenyewe ipange bei na kuweka kodi. Mkulima wa korosho analipa kodi zaidi ya nane kwa kila kilo moja ya korosho <clears throat> kilo moja ya korosho inakatwa kodi, inakatwa ushuru mara nane kwenye hiki kipande cha korosho. Naomba tuelewane vizuri, tunavyosema serikali inamtesa mkulima kwa kumwekea kodi zisizokuwa na maana. Naomba mnielewe, kilo moja ya korosho inakatwa kodi nane. Just imagine kilo moja ya korosho inakatwa ushuru kwa ajili ya amkosi Yani, kuna watu fulani wamekaa ofisini wanajiita wao ni viongozi wa vyama vya ushirika wanachukua shilingi mia kila kwenye kilo ya korosho. Yani si sehemu imechagua watu wao, sehemu ya ulaji imewapeleka hapo ili waweze kuwaumiza watu wa korosho. Wanakatwa shilingi mia kwa ajili tu ya kuwe kuna chama hiki cha AMCOS chama cha ushirika, lakini wanakatwa process kwa watu, process ni ushuru wa mazao, wanakatwa shilingi sitini kwa kila kilo lakini tunaenda kuangalia jukumu la serikali ni nini kuwasaidia wakorosho. Wanawakata storage charges. Storage charges maana yake nini? Maana yake ni kuhifadhi, yani wakulima wamelima, wao kuhifadhi, wanawakata shilingi hamsini na mbili. Kuna kitu kinaitwa gunny bags. Gunny bags ni vifaa vya kuhifadhia, yaani mimi nimekuletea bidhaa ili wewe uzitunze, unataka mimi unichaje? ambayo mimi nimekuletea wewe, nimekuletea wewe uzichukue uzitunze unaniambia mimi tena unikata hapo. Kuna kiki, kiki, kitu, kitu kinaitwa gani? ani wanakatwa shilingi tisini. You can imagine, wanakatwa cash development kwa ajili ya maendeleo ya korosho. Maendeleo yenyewe hakuna, mkulima kila kitu anapambana yeye kama yeye, lakini wao wanamfika kumuingizia kodi shilingi mia moja na kumi kwa sababu ya maendeleo ya korosho. Maendeleo gani? Lakini pia hao kwenye hiyo kilo moja ya korosho inakatwa cash industry management shilingi ishirini na tano. Yaani cashew industry management wametengeneza ka jambo jambo ni mradi wa wakati hiki jambo halimsaidii mkulima kwa lolote zaidi ya kumuumiza. Lakini wanakata cashew research, cashew research maana yake ni tafiti za korosho yaani watafiti wa serikali tuwalipie kwenye, kwenye kilo zetu sisi mimi ni mkulima amelima amevuna ametia dawa amefanya vitu vyote alafu wao wanafika wanasema tumefanya research, wanataka wachukue hiyo fedha lakini pia kuna kitu kinaitwa export levy export export levy anakuambia, export levy of USD per metric ton, asilimia 15 of FOB. FOB ni free on board. Hii bidhaa imeshatengenezwa imeshakuzwa thamani, wao ndio wanafika kuingiza asilimia 15, ili mradi wamuumize mkulima zaidi, kwao kwa kuchukua fedha nyingi, kwa sababu bidhaa imeshakuwa tayari kwa kuwa sokoni. Sasa mnaweza kuona na hapa wameweka vingereza vingereza, vingereza vingi ili kumuumiza mkulima vingereza vingi havina maana yoyote. Lengo lao kubwa ni kumtesa mkulima wa korosho. Kwa mazingira haya, mkulima wa korosho hawezi kuwa na, na, na manufaa yoyote. Tulitegemea serikali imwezeshe mkulima, lakini sasa hizi serikali inamtegemea mkulima kuiendesha serikali. This is not fair. Lazima tuwaache watu wa korosho wanufaike na zao lao. Nadhani mmeona jinsi serikali inavyotapeli wakulima wa korosho kwenye mikoa ya kusini na kuwafanya kuwa maskini milele. Hili alikubariki. Hili alikubariki. Ndugu wanahabari, kusini, mkoa wa Ruvuma tunalima mahindi kwa mujibu wa taarifa ya hali ya usalama wa chakula Tanzania bara 2024 mkoa wa Ruvuma ndio kinara wa uzalishaji wa madini, lakini serikali ya CCM imekuwa ikiwakopa wakulima mahindi kwa bei wanayopanga wao na kulipa kwa mashaka mashaka wamekuwa madalali bila kujali ugumu wanaopitia wakulima dhidi ya bei mbaya za pembejeo na kufanya wakulima kuwa watumwa milele wa serikali. Ndugu wanahabari, mikoa ya kusini wanalima nazi kwa wingi sana. Serikali inashindwa hata kutengeneza mazingira ya ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza tui la nazi ili kuongeza thamani ya nazi kwa mkulima na iweze kumkwamua kiuchumi. Pia kuna shughuli za uvivu kwenye bahari ya Hindi kupitia mkoa wa Lindi na Mtwara na ziwa Nyasa mkoa wa Ruvuma. Kama serikali ingetengeneza hata kiwanda cha kuchakata samaki, shughuli za uvuvi zingeleta tija kama zinavyotajirisha nchi za wenzetu kama vile China, Indonesia, USA, Norway, Japan na nchi nyingine nyingi. Ndugu wanahabari, tumeshuhudia serikali hii haramu ikihonga uwaziri kwa wabunge haramu wanaotokea kwenye maeneo yenye madini haya ya kimkakati na madini muhimu kwenye kanda yetu. Mfano, Mbinga Vijijini, mkoa wa Ruvuma, kwenye makaa ya mawe, mbunge wake haramu amehongwa unaibu waziri. Na Mtumbo, mkoani Ruvuma kwenye uranium, mbunge wake haramu amehongwa uwaziri. Hata Mtwara mjini, mkoani Mtwara kwenye, kwenye, kwenye, kwenye gesi, mbunge wake haramu amehongwa uwaziri. Sisi watu wa mikoa ya kusini tunawachukulia watu hawa waliohongwa vyeo kama wasaliti dhidi ya rasilimali zetu. Ndugu wanahabari, licha ya rasilimali zote tulizo nazo, bado mikoa ya kusini, asilimia tisini na tano ni vijana, ni madereva bodaboda. Sio kwamba wanapenda kuwa madereva bodaboda, ni kwa sababu hakuna ajira mbadala. Wananchi wa kusini ni maskini wa kutupwa. Miundombinu ya mikoa ya kusini ni matatizo matupu. Sio tu barabara zinazounganisha mikoa, bali hata barabara zinazounganisha wilaya ni madimbwi kiasi cha kutopitika kipindi cha masika. Huduma za afya ni duni, elimu ni matatizo, maji safi ya kunywa ni changamoto, umeme hali tete, na hakuna dalili ya kupata suluhu ya kudumu kwenye mikoa ya kusini. Ndugu wanahabari, tunaiambia serikali hii haramu kama ilivyotuua na kutuumiza kwenye gesi mwaka elfu mbili na kumi na tatu kule Mtwara, wajiandae tena kutuua kwenye makaa ya mawe, uranium na rasilimali nyingine. Mikoa ya kusini na taifa hili siyo maskini, tunapaswa kunufaika na rasilimali zilizopo, na hapa ni waalike watu wote wenye nia njema kuikomboa kusini na taifa kwa ujumla. Jambo la tatu, jambo la tatu ni kuhusu Mheshimiwa Tundu Antipas Lisu. Ikumbukwe, mheshimiwa Lissu alikamatwa mikoa ya kusini akiwa anatupigania juu ya rasilimali zetu. Alikamatwa Mbinga baada ya kuzungumza kinaga ubaga cha makaa ya mawe. Licha ya mikoa ya kusini kuwa na wabunge jumla 37 wabunge, wabunge wa majimbo 27 na viti maalum kumi bado hawajasikika hata mara moja wakipigania rasilimali za mikoa ya kusini, lakini mheshimiwa Tundu Lissu ameonesha kwa dhati kutupigania kwa vitendo juu ya rasilimali zetu, lakini malipo pekee aliyoyapata ya ni kesi ya uhaini. Hivyo watu wa kusini tunaitaka serikali kumwachia huru mheshimiwa Tundu Lissu mara moja bila masharti yoyote. Lengo sio kuingia kuingilia mahakama, lakini ucheleweshwaji wa kesi ya mheshimiwa Tundu Lissu unaleta maswali kwa kila mpenda haki. Mahakama inapaswa kutenda haki na haki ionekane ikitendeka. Kwa sasa tumeshazoea kuona wakosoaji wa serikali wakijibiwa kwa kutekwa, kuuawa, kupotezwa ama kupewa kesi za uhaini. Watu wa kusini, kulifia taifa ni ushujaa. Hivyo hakuna kiwango cha maumivu wala kifo ambacho kitaturudisha nyuma. Kiufupi, chuma chikori moto. Mwisho kabisa niwapongeze vijana wa Kitanzania Gen Z kwa kujitambua na kuamua kufa na kulipambania taifa letu. Historia itawakumbuka na damu zenu zitakuwa chachu ya kupeleka kutupeleka kwenye ukombozi wa kweli. Mungu awabariki sana, mwanga wa milele uangazie na mstarehe kwa amani, ina lila wa hina la jioni. Sisi watu wa kusini tuko nyuma yenu. Asanteni sana waandishi wa habari, tuonane wakati mwingine.